ziada za rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatuna hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine kwa fursa hii, kama walivyozungumza waliotangulia hapa akiwemo uhti wetu uhti Fatima alizungumzia kwamba tunafaa kutoa shukurani kwa kujikuta katika mwezi huu wa Ramadhani, kwa sababu hatukuingia kwa ujanja wetu. Kuna watu walichukuliwa siku moja kabla ya Ramadhani, kuna watu walichukuliwa siku moja tu baada ya mwezi wa Ramadhani kuanza. Mimi na wewe kujikuta leo tukiwa hapa ni neema kubwa na tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa uchache angalau tuseme alhamdulillah, lakini kwa wingi tufanye matendo yanayomfurahisha ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, kama ukhti alivyosema, baada ya Ukhti Fatima kuzungumzia swala zima la uchamungu Ukhti, katika mazungumzo yake amesema kwamba Suleimani atakuja kidogo kuingia ndani ya habari hizi, lakini hata mimi pia nitakuwa mfupi zaidi kwa sababu tunaangalia muda. Katika Quran Suratul Baqara aya 259 Mwenyezi Mungu anasema, au kalladhi marra ala qariyatin wa hiya khawiyatun ala urushiha

wanduru ila aldhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala alam anna allaha ala kulli shayin qadir. Kwa nini naanza na aya hii? Mwenyezi Mungu anamzungumzia mji ambaye alikuwa katika tembea tembea zake. Huyu bwana akafika sehemu akaukuta mji ambao umekufa, hakuna harakati kwa mshangao alisema, anna yuhi hadhihi llahu baada mautiha. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuhuwisha mji huu baada ya kuwa kwamba mji umekufa, yamebaki magofu katika mji ule. Mwenyezi Mungu alitaka kumpa ithbati kiumbe huyu. Allah anasema faamatahu allahu miata amin. Mwenyezi Mungu alimfisha kwa miaka mia moja kiumbe huyu. Baada ya kumfisha miaka mia amelala Thumma ba'tha, kisha Mwenyezi Mungu akamfufua. Baada ya kumfufua, alimpeleka malaika katika umbili la binadamu, akazungumzia naye alipofika, akamwambia Kam labith, hapa umekaa kwa muda gani hapa. Qala labithu yawman au ba'd yawmi, huyu bwana alisema nimekaa muda wa siku moja au nusu siku, kama sikosei. Qala bal labithta mi'ata amin malaika akamwambia, sivyo, hapa umekaa kwa muda wa miaka mia moja. Huyu bwana kidogo ilikuwa vigumu kukubali habari zile, lakini angalia dalili alizopewa na Mwenyezi Mungu ili yaamini kwamba anachoambiwa ni ukweli. Katika safari alikuwa ameandamana na mnyama wake kama kipando, lakini alikuwa amechukua amechukua chakula na maji yake kama kawaida ya wasafiri anaambiwa fandhur ila taamika wa sharabika lam yatasanna, kiangalie chakula chako na kinywaji chako, hakuna kilichoharibika. Muda wa miaka mia moja, Mwenyezi Mungu kamhifadhia chakula na maji kinywaji chake. Kwa nini? Mwenyezi Mungu hapa kuna ibra gani? Uktifatu alikuja kuzungumza hapa, lakini naamini tension ya watu haikuwa sana kwa sababu kila mmoja alikuwa anafikiria futari, shikio moja lilikuwa kwa shikio la pili linafikiria futari jikoni nini kinaendelea kule. Na haya ndiyo maisha mwanadamu anapenda ndio maana huyu bwana baada ya kufufuliwa miaka mia moja, Mwenyezi Mungu alikihifadhi chakula chake, kwa maana kuna habari anataka apewe ili awe na tumaanina, lazima aambie kuna kula kwanza Anaambiwa sasa ameshafufuka fandhur ila taamika washarabika lam yatasanna, kiangalie chakula chako na kinywaji chako, hakuna kilichoharibika. Kisha anaambiwa wandhur ila himarik, mtazame punda wako. Punda kafa kaoza, imebaki mifupa. Huyu alistaajabu vipi punda kafa kaoza, lakini msosi huko pale pale haukugusa wala haukuharibika. Hakuna kemikali yoyote iliyotumika kuhifadhi chakula kile. Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua alikihifadhi kwa njia gani, lakini yote haya kwa sababu kuna habari anataka apewe mja huyu, ili awe na utulivu. Lazima aandaliwe mazingira ya kula kwanza, na usione vibaya kuambiwa una, unapenda kula sana. Ndiyo maki, hata peponi watu wakiingia wataambiwa kuluu washrabu hanian bima kuntum aslamtu fil ayamin khaliya, ingieni kuleni na kunyweni, sio mkacheze wala mkapigane mabusu. Ingieni mkale na mnywe. Kwa hata Allah anajua kwamba tunapenda kula, akaisifu pepo, walahmi tairi mima yashtahun. Mungu anajua wazi kuna watu wanapenda nyama, kwa nyama humwambii lolote. Mungu akasema peponi pia kuna nyama ili ya kuoneshe kwamba kila unachokihitaji wewe peponi kipo. Wajibu wako kufanya kazi kutafuta uchamungu kwa hali na mali, ili ukapate kuingia na kustarehe katika pepo. Kwa hiyo anaambiwa, fandhur ila taamika washarabika lamiata sana, wandhur ila himarika, mtazame punda wako. Walnajalaka ayata linas, tutakufanya wewe wewe ni alama kwa watu wengine. Wandhur ila alidhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma, iangalie mifupa tunavyokwenda kuinua na kuivisha nyama. falamma tabayyana lahu qala aalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir, alipobainikiwa na haya, anaona live Mwenyezi Mungu anamfufua yule mnyama, alisema nini? Nimekubali, nimeamini kwamba Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Sasa ukhti Fatma, hata kama angekuja na maneno matamu kiasi gani, ungefika muda wa iftari hapa, naamini kila mmoja angeondoka, angemwacha hapa kasimama mwenyewe. Au kama kuna shekhe yoyote hapa, nampa challenge, kesho akawaadhinie watu, ukifika muda wa iftari, achukue mikrofoni, asimame pale, awe anazungumza, alafu aseme jamani, leo malaika Jibrili anakuja hapa, utajua kama atasubiriwa wewe malaika ama hatusubiriwa, utajua kiasi gani watu wanapenda kula. Kwayo naamini muda huu kuna, kuna utulivu zaidi, lakini pia nimesema nitakuwa mchache sana, nitatoa aya moja na nitashuka hapa, ratiba nyingine ziendelee. tilka daru lakhira najaluha lilladhina la yuriduna uluwan fi lardi wa la fasada walaqibatu lilmuttaqin. Ndugu zangu, tunaishi na Ramadhani na lengo kubwa la ibada hii siyo kula kushiba, kuvimbiwa. Laalakum tattaquna, lengo ni watu wapate uchamungu, na uchamungu ndio sifa itakayowapeleka watu peponi. Mtume aliulizwa, ya rasul Allah, ma aktharu nasa ma yudkhilu ljanna, kitu gani kitakachowapeleka watu kwa wingi peponi? Alisema, taqwallah wa husnul khuluq Ucha Mungu na tabia njema. Kwa hiyo Muislamu, daima ukijipamba na sifa hizi, sifa ya ucha Mungu na sifa njema, huna pahala isipokuwa peponi. Na ucha Mungu ni kufanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kuwacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wafanya biashara tunakuombeeni kila la kheri, lakini kuweni waadilifu katika biashara zenu. Katika khilafa ya Umar ibn al-Khattabi alikuwa na kawaida ya kutembea usiku, anatafuta shida na matatizo ya Waislamu. Siku moja ametoka, akapita kuna nyumba, mama anamwamsha binti yake, anamwambia kumi, simama, amka, alfajiri imechomoza, anza kufanya kazi. Mama anamshauri mtoto achukue maziwa na maji achanganye ili wakapate kuuza kiasi kikubwa. Mtoto alikuwa mcha Mungu, akamwambia ya umma

faina rabba amira lmuminina yarana, ikiwa amiri hatuoni, kumbuka Mungu wa amiri anatuona mimi na wewe kwa kile tunachotaka kukifanya. Kwa hiyo tunakuombeni maendeleo makubwa, na huu ni mfano mzuri. Bil ilmi wal mal, kwa elimu na mali, ndio waislamu tutajikwamua katika mambo yetu yote. Kwa hiyo dada zangu mama zangu wakubwa zangu wadogo zangu, tuna kuombeeni kheri katika shughuli zenu, lakini tangulizeni uadilifu katika kazi mnazozifanya ukweli. yuslih lakum amalakum wayahfir lakum dhunubakum waman yutiillah wa rasulahu faqad faza fauzan adhima. Siri ya biashara ni ukweli na uadilifu, na mwenyezi Mungu amesema mkiwa wakweli yuslih lakum amalakum, atazitengeza kazi zenu. Ukifanya biashara itaenda, kwa sababu biashara yako imetawaliwa na ukweli na si uongo. Kama nilivyosema, mimi nitakuwa mfupi sana, maneno yameshazungumzwa mengi hapa, tusije tukayaharibu mwisho wa siku, badala ao tukiondoka hapa na tende, wakaondoka na kahawa tupu. Kwa hiyo nawashukuru nyote yote na wale vile vile walionipa fursa hii ya kuweza kuniita kujumuika na ndugu zangu Waislamu na washukuruni yote. Lakini pia niseme la moyoni, nimefurahi leo kumwona ukhti Fatima. Nimekuwa nikimwona sehemu mbalimbali katika mitandao ya kijamii lakini nimekuwa ni khairi, leo nimepata kumwona live. Kwa hiyo nafurahi na namwombea Mwenyezi Mungu kila la khairi katika jitihada zake za kuipambania dini. Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu lakini na sisi tumpe sapoti. Sapoti ya kwanza ni kumpa masikio, kumuunga mkono kwa juhudi zote anazozifanya ili asichoke, aendelee.